Lakini pia katika miaka mitano inayokuja Chama cha Mapinduzi kimezamiria kusimamia sheria za mipango miji, kusimamia uboreshaji wa makazi yetu, kuhakikisha kwamba makazi yetu tunayojenga na yaliyopo yanakaa katika mpangilio unaowezesha kupata huduma mbalimbali za jamii, mpangilio unaowezesha eneo letu kuwa safi na salama, mipangilio ambayo maana kuna wakati nyinyi mnajua wakati mwingine hata tunapouziana viwanja vyetu, wakati mwingine hata hatuachiani njia za kupita. Uongo kweli? Yeah. kwa hiyo ni, ni muhimu sasa serikali ya CCM kwenye miaka mitano iliyo inayokuja imeamua kwamba jambo la kusimamia mipango miji e, na ramani zetu litasimamiwa. Nakumbuka mtu mmoja aliuziwa kiwanja ambacho kimepakana na mlango wa, wa mwenzake, alafu akaanza kujenga ukuta kwa kufunga mlango wa mwenzake eh, na ni hapa hapa Dar es Salaam, uongo kweli eh? Alafu mwenzake alipomuuliza akamwambia, ah, sasa hiki kiwanja nimenunua mimi, we unaweza ukatengeneza mlango kwenye, kwenye dari lako kwenye bati huko utengeneza mlango. Sasa hiyo sio sawa, hiyo si sawa. Ndio maana tunasema katika miaka hii mitano, tutahakikisha tunasimamia sheria za mipango miji, lakini pia ramani za makazi, lakini pia ufuataji wa sheria, ili kila Mtanzania aone fahari ya kuitwa Mtanzania, aone fahari ya kuitwa